Waratibu a wa, uanzishaji wa waratibu ulianza mwaka 2016 wakati tulipotengeneza muongozo ambao walizindua Mheshimiwa Waziri Mkuu, na baada ya pale waliteuliwa waratibu na walipewa majukumu ya wa kufanya kazi kubwa ambao wa wanafanya kwenye maeneo yao ni kuhakikisha kwamba uwezeshaji wa wananchi unajitokeza katika shughuli za wizara, taasisi na vile vile mikoa na halmashauri. Kwa hiyo, kwa mfano kama ni wizara ambayo inashughulika ina na ujenzi ina maana masuala ya ujenzi yaangalie ya ushiriki wa wananchi katika ujenzi wenyewe, lakini vile vile katika mambo mbalimbali ambayo wanayafanya. Lakini kama ni mikoa kule kwenye halmashauri kuna mikopo, kuna kujenga ujuzi, kuna kusajili vikundi na mambo kama hayo. Kwa hiyo hawa ratibu ni muhimu sana. Ya Imarisha Uchumi na Mama Samia ni programu ya, ni ya uwezeshaji ambayo tumeianza mwaka jana takriban mwaka mmoja sasa, na inalenga kwenye ngazi ya halmashauri kwenye pale ambapo wananchi wapo na vitu ambavyo tunaviangalia ni pamoja na uboreshaji wa utoaji mikopo ile ya asilimia kumi, uboreshaji wa uwe, uwezo wa kuingia kwenye manunuzi ya umma ya asilimia 30 niliyoizungumza na vile vile kuangalia vipaumbele vya mikoa kwenye masuala ya uchumi na wana, ushiriki wa wananchi wao kwa hiyo sasa hivi tulipofikia ni kwamba kama nilivyosema tumeanza kutoa mafunzo kwenye manunuzi ya umma lakini kama unavyofahamu serikali pia imeruhusu ime, ime sasa hivi mikopo ya 10% imeanza kutoka kwa hiyo na sasa hivi mikopo ya asilimia kumi haitoki kwa mtu kupeleka maombi inatoka kwa wewe kukujaza maombi yako kwenye mfumo. Kwa kuna vitu ambavyo vimebadilishwa kuboresha utoaji wa mikopo hiyo ya asilimia kumi. Lakini vile vile, sasa hivi awamu nyingine tunaokwenda tunatafuta pesa sasa ili tuweze kupeleka vifaa na mat, matamanio ambayo mikoa wametuambia. Kila mkoa umekuwa na vipao mbele vyake. Kuna mikoa ambayo inataka maboti, kuna mikoa ambayo inataka mashine za kusaga, kuna mikoa ambayo inataka matrekta. Kuna mikoa ambayo inataka mbolea. Kwa hiyo haya mambo yote tumeyaweka pamoja, na tuna serikali inafanya utaratibu ili kusudi mikoa sasa ianze utekelezaji wa yale mambo ambayo wanayatamani yafanyike kwenye mikoa yao ili waweze kufikia malengo ya uchumi kwenye maeneo yao. Leo tumekutana mahali hapa kwa lengo pia la kuweza kufahamiana, lakini pia na kuweza la kujua majukumu yetu vizuri, ili sasa kuwasaidia wananchi wetu kwenye maeneo yetu waweze kufanya shughuli za uchumi zaidi. Kwa mkoa wa Morogoro maeneo mengi wanafanya shughuli za kilimo, lakini pia kuna biashara ndogondogo, mi pia kuna ujasiriamali na kuna usindikaji. Kwa hiyo kupitia kikao hiki tutakwenda kujua namna nzuri ya kwenda kuwasaidia wananchi wetu kujipatia kipato zaidi kupitia hayo maeneo niliyoyataja, lakini pia kuna maswala ya local content kwamba wazawa pia nao wapewe kufanya miradi ya maendeleo. Kuna miradi mingi sana kwenye mkoa wa Morogoro, kwenye miradi ya afya na miradi ya elimu, lakini pia kuna ujenzi mbalimbali zinafanyika. Tunategemea zile kandarasi zile kwa zitoe kipaumbele kwa wakazi wa mkoa wa Morogoro ili kuendelea kuwaongezea uchumi, lakini pia hata wale wanaoajiriwa kufanya zile shughuli basi wawe ni wakazi wa mkoa wa Morogoro. Lakini pia kupitia masuala ya manunuzi ya vitu mbalimbali, kwa mfano kutoa vyakula mashuleni, lakini pia manunuzi kwenye kwenye sekta za umma nategemea pia tuwatumia hawa wananchi wetu wa mkoa wa Morogoro waweze kupata hizi fursa. Kwa hiyo lengo letu sisi waratibu ni kwenda kuwasaidia wale wananchi kujua namna gani, basi waweze kwenda kuingia kwenye mfumo, waweze kupata hizo fursa mbalimbali. Tunajua kwamba kwenye manunuzi lazima uingie kwenye nest. Sasa, lazima sisi kama waratibu wa kuhusisha wananchi kiuchumi tuwasaidie wale wananchi wetu wa mkoa wa Morogoro waweze kujua namna gani waweze kupata fursa za kuingia kwenye nest waweze pia kuomba hizo tenda na waweze kuzipata hizo tenda za serikali. Tupo kwenye kikao kazi hiki cha waratibu wa mikoa mbalimbali ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Kwa kwanza napenda pia kumpongeza katibu mtendaji wa baraza la uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kwa kufikiria kwamba ni vema kuwakutanisha waratibu wa, we, wa madawati ya uwezeshaji wananchi kiuchumi wa ya mikoa, kitu ambacho hapo nyuma hakikuwahi kufanyika. Kwa hiyo kupitia kikao hiki tutajifunza, kwanza tutafahamiana na pia tutajengeana uwezo na tutajengeana pia uzoefu kutoka kwa waratibu wa mikoa mingine ambao maybe kwenye kitu wamefanikiwa katika masuala mbalimbali yanayohusu uwezeshaji uweze wa wananchi kiuchumi. Tumeona pia katika mikoa ambayo imesaidia au imefanikiwa katika kuwezesha wananchi kiuchumi kupitia programu ya IMASA kama mkoa wa Morogoro ambao pia wenyewe walifanya vikao pia katika ngazi za halmashauri na kata huko, kwa hiyo pia kupitia kikao hiki tumejifunza yale ambayo mkoa wa Morogoro umefanya, na tunaendelea kujifunza pia kat, na, na mikoa mingine jinsi gani ambavyo imeweza kufanikiwa katika kutekeleza programu ya IMASA ili tuweze kufikia wananchi wengi zaidi, waweze kufikiwa na fursa mbalimbali za uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kwa maendeleo ya mikoa yetu na taifa kwa ujumla.